Habari, mimi ni Dkt. Rajiv Santosh, daktari bingwa wa upasuaji wa kifua kwa njia isiyo ya kawaida hapa katika hospitali za Apollo Chennai. Ninabobea katika matibabu ya vidonda vya mapafu vinavyosababishwa na uvimbe au maambukizi, hali za mediastini kama vile uvimbe, uvimbe wa maji, thymoma na magonjwa magumu ya njia ya hewa ya trakea na bronchi. Timu yangu ya madaktari, wauguzi, wataalamu wa lishe na wataalamu wa mazoezi ya viungo hutumia mwongozo unaoitwa ERAS, yaani kupona haraka baada ya upasuaji, ambao unalenga kuharakisha kupona kwa kuwahudumia wagonjwa kabla, wakati na baada ya upasuaji kwa njia mbalimbali. Ninazingatia zaidi upasuaji usio wa kawaida, ili kuhakikisha wagonjwa wangu wanapona haraka, wanapata maumivu kidogo na matokeo bora zaidi. Karibu upasuaji wangu wote hufanywa kwa kutumia njia ya uniportal VATS, yaani upasuaji wa kifua unaosaidiwa na video kupitia tundu moja. Mbinu hii ya kisasa inahusisha kufanya donda moja tu la sentimita tatu na nusu hadi nne ili kufikia kifua, hivyo kupunguza madhara kwa mwili. Kwa baadhi ya wagonjwa, pia natumia RATS au upasuaji wa kifua unaosaidiwa na roboti, ambao unaruhusu usahihi zaidi, kubadilika na udhibiti mkubwa wakati wa upasuaji. Katika hospitali za Apollo Chennai, tumejikita kutoa huduma za kisasa kabisa zinazolingana na mahitaji ya kipekee ya kila mgonjwa. Ikiwa wewe au mpendwa wako mnahitaji uchunguzi au matibabu ya magonjwa ya kifua au njia ya hewa, tuko hapa kuwapa huduma ya kitaalamu yenye huruma. Asante kwa kuamini huduma zetu.